Mbeya ni baridi hichi ni kipindi cha baridi, na si kwamba ni jambo jipya, tulikuwa tunafahamu kwamba tukija Mbeya, tukija kwenye msimu huu, tutakutana na baridi. Kwa hiyo hata wachezaji walikuwa wamejiandaa vizuri, na baridi ya Mbeya sio baridi ile kali kama ile ya Tunisia, ambayo inaweza kufanya mipango yote ikavurugika. Ni baridi ya kawaida ambayo kwa bajioni kidogo ni asubuhi sana, lakini mchana panakuwa na hali nzuri tu, kwa hiyo mazingira rafiki kabisa. Sawa, tuambie maandalizi yapoje kwa upande wa wachezaji mpaka benchi la ufundi, physically mentally na psychologically? Maandalizi tunamshukuru uh, mwenyezi Mungu, mpaka sasa hivi maandalizi yanakwenda vizuri. Maandalizi ya kwanza ilikuwa ni kuitoa timu Dar es Salaam kuileta hapa Mbeya kwa ajili ya mchezo. Nikiri mbele yenu, tulipata changamoto kidogo ya usafiri, na nitumie fursa hii kuwashukuru ndugu zetu wa Air Tanzania tuliweza kuzungumza nao na tukaweza kupata ndege eh, ya siku ya jana jioni, lakini kiukweli hapakuwa na hiyo ratiba. Tulipata tulipata shida sana uh, safari hii kuja huko sababu tulikuwa tumeshindwa uh, kupata usafiri mapema. Lakini la pili, baada ya kufanikiwa hilo kufika hapa, maana yake tumekuwa na siku moja ya kufanya maandalizi ambayo ndio leo. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu na leo tumefika hapa kwenye dimba la Sokoine wachezaji wote wapo kwenye hali nzuri, na tunaamini mazoezi haya hayatazalisha majeraha yoyote. Tutakuwa na wachezaji ambao wako fit na mwalimu atakuwa na option kubwa, sasa siku ya kesho kupanga wale ambao wanaona watamsaidia kwenye mchezo. Mnaziendeaje hizi mechi tatu muhimu ikiwa ni nne ukijumlisha na mechi ile ya fainali mnaziendeaje ili kuweza kufikia malengo yenu? Uzuri, uh, mwalimu wetu Milud Hamdi leo kwenye mkutano na waandishi wa habari ameshazungumza direction ya klabu. Sisi hatuzitazami hatu hizi kama ni mechi za mwisho za msimu, tunazitazama hizi kama ni mechi nne za fainali. Yani tunajua kuna kombe kesho, kuna kombe dhidi ya Dodoma, kuna kombe dhidi ya Simba, kuna kombe dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo maana yake tuna fainali nne ambazo zinafuatana. Kwa hiyo maandalizi yake, uh, utayari wake tutauandaa kwa kiwango hicho cha fainali zinazofuatana mfululizo nne kutokuanzia siku ya kesho. Fainali kesho inaanza hapa Sokoine. Tukimaliza fainali hiyo, tunaondoka Dar es Salaam, tunakwenda kwenye fainali nyingine Zanzibar, dhidi ya Dodoma Jiji. Tukimaliza fainali hiyo, Mungu akijalia, tukichukua kombe letu pale, tunarudi Dar es Salaam tarehe 25, fainali nyingine. Tunapiga fainali pale, tunachukua kombe lingine inshallah. Tukitoka pale, tunarudi na Zanzibar kwenye fainali nyingine na Singida Black Stars. Kwa ni fainali nne zilizofuatana, na malengo ya klabu Mwenyezi Mungu akitujalia, ni tuchukue zote makombe haya manne tunawania. Pengine, tutegemee kuona ladha kwenye mchezo wa kesho ya aina gani, ukitazama wapinzani wako mnapokutana? Haijawahi kuwa mechi rahisi hivi. Unajua, watu wanatazama tu mbio za ubingwa hapa juu. Na ndio maana wanaona Yanga na uhitaji wa pointi tatu, lakini kimsingi, ukiwaangalia pia prison pointi tatu wao pia wanazitazama kwenye kuwanusuru wasicheze playoff. Tayari timu mbili zimesha teremka daraja lakini bado kuna timu inatakiwa zicheze playoff. Kwa hiyo Prison pointi tatu za kesho ni muhimu sana kwao ili waepuke kucheza playoff. Playoff najua ni ana na do. Hey, you never know itakuwaje. Kwa hiyo wanataka kupambana kuhakikisha na wao wanasalia ligi kuu wakiwa salama kabisa. Kwa hiyo ni mchezo mgumu, hey, mchezo mgumu na tunaamini Uh, mashabiki wote wa Yanga uh, Tanzania nzima wanautazama mchezo wa kesho kama ni mchezo mgumu pengine kuliko michezo miwili itakayobakia. Mchezo wa kesho utakuwa mgumu sana kutokana na Prisons walivyo lakini tunaamini quality ya wachezaji wetu utakwenda kutusaidia kupata matokeo mazuri. Yes. Ali. E, nataka nifahamu kimorali kuelekea kwenye michezo hiyo. Napata na shida e, <laughs> naangaika, eh? e, nataka nifahamu hmm, morali kuelekea kwenye hii michezo yote minne manake, mwanzo mlikuwa mchezi baada ya kusema mnachezana e... hapo tunacheza inabidi uongezee neno hapo. E. Tunacheza kiroho safi. E, safi, safi. Tunacheza kiroho. Hii kwenye morali inawasaidia, mm, vipi kwa sababu tunaona kuanzia uongozi mpaka mashabiki wote mlisema mcheze. Sasa, sasa hivi sasa mmeamua kucheza. E. Structure ikoje kuanzia kwenye uongozi kwa kwa wachezaji mpaka kwa mashabiki. Uzuri katika kipindi chote hicho ambako tunasema hatuchezi, players walikuwa kwenye uwanja mazoezi. Kwa hiyo tuliweza kuwatenganisha wachezaji na kile ambacho klabu ina inakipigania ina kwa maana ya wachezaji wao walikuwa tayari, hata kama ingeamuliwa siku moja mbele, Yanga wachetu ingekuwa tayari kucheza, kwa sababu wanaoingia kwenye pichi ni wachezaji na wao walikuwa tayari kulifanya hilo. Kwa hiyo wao wako tayari muda wote, na kinachoongezeka hapa kwa viongozi ni motivation tu. Na motivation kwa lugha ya Kiswahili ni hela eh. Motivation kwa wazungu inaweza kuwa maneno inaweza kuwa nasaha, lakini kwa lugha ya wachezaji wa Kitanzania kisikia motivation, maana yake ni hela. Kwa hiyo sasa hivi bosi wetu GSM anaweka mzigo mkubwa kwenye hizi fainali nne kuhakikisha tunapata matokeo mazuri. Kwa hiyo kama kuna mtu anamdai mchezaji wa Yanga anatakiwa amtafute, ikifika tarehe 29 atakuwa amecheza fainali nne na atakuwa na mzigo wa kutosha inshallah. Kuna bonus ambayo ni kubwa zaidi, kuna bonus yake na bonus zitazidi kuwa kubwa. Sasa hivi tena tuwezi kuweka bonus kama inavyokuwa katikati tu ya mechi kawaida, kama mkichukua pointi tatu hapana. <coughs> Sasa hivi mm, tumesema ni finali, kwa motivation lazima iwe kubwa in terms of financial, wachezaji wapate hela ya maana. Na ndio maana hiyo hela itakwenda kuwashtua vizuri, na mkiamka salama waende wakasikia kesho kipindi cha kwanza mechi ishaisha. Ndio. Kwa sababu watu wana motivation kubwa. Kwa hiyo tuna Mwenyezi Mungu atujalie tu yale ambayo tunayawaza na wao waende kuyafanyia kazi kwa asilimia 100 -100. Ndio. Kama nyinyi mmehesabu, basi kwa kifupi kabisa, ndugu zangu waandishi wa habari hayo hayanihusu, hayo hayanihusu, haikuchanganyi. Sasa kwa sababu wewe unaona mtu ambaye anatakiwa upate, kama hayanihusu, maana yake hayanichanganyi. Ndo hmm. tafsiri rahisi. Kama hayanihusu, maana yake hayanichanganyi. Sasa watu wengine wanawachanganya hali, kwa sababu wao wanaamini, kombe litakuwaje? Kombe mtachukua vipi? tachukua kwa kupangwa pale tupite tuvalishwe medali tukabidhiwe tuliinue tuondoke nalo jangwani. Very simple kaka. Hisia za namna gani ikiwa kwa safari tunakwenda kushuhudia kombe likiwa uwanjani uh, wakati mkicheza na watani zao. Nimepiga e, ramli. Nimepiga ramli huenda hii bingwa kaamuliwa hata katika michezo hii ya raundi ya 28. Si ndio bwana? Hey, msipige ramli kwamba no, msipige ramli kwamba Yanga atashinda mechi zake mbili zote na wengine watashinda mechi zao mbili zote, alafu hiyo ndio mechi ya fainali. Mpira huu unaweza likatokea lolote wakati wowote. Yani hesabu, kombe likiwa uwanjani, tofauti na kombe likiwa uwanjani kwenda kulipigania. Yani kwa mfano sisi tukaangusha pointi hapa, alafu kombe likiwa uwanjani tayari bingwa anajulikana, najulikana kwa haina msisimko wowote. Lakini sisi ndio maana hatu focus na mechi moja, tuna focus na mechi zote, na ndio maana tumezipa uzito sawa kwamba hizi mechi zote ni fainali, tupambane tupate matokeo mazuri. Nataka kumaanisha ni kwamba uh, mara ya mwisho kucheza mechi ya ligi ya kombe liko uwanjani na Simba ni muda mrefu sana, miaka mingi imepita, 2012 zaidi ya miaka kumi imepita. Msimu huu mnakutana na watani wenu, kombe liko uwanjani, ndio swali la Teddy ii kwa wachezaji na viongozi mmejiandaaje kwenye mechi kubwa kama hii? Jibu vizuri, kwamba sisi hatujaweka hisia zetu kwenye kufikiria tarehe 25 kwa sababu huo ni mchezo mmoja, na ili ufike pale lazima upate pointi sita hapa nyuma. Ukiweka hizo hisia, kama itakuwa pale, siyo mtana, itakuwa hapa, alafu ukasahau kwamba una mechi na Prisons, ukasahau kwamba una mechi na Dodoma, utafika pale ukiwa unakwenda ukamilisha ratiba na hizo hisia zikawa kama hisia za vanilla. Kasia, unatikisa kichwa kidogo hey. Unajua, kombe likishakuwa uwanjani hey, alafu watu wanalichukua, wewe una cha kufanya? Maana yake hapo unatikisa kichwa kidogo. Sasa si kuwaza takuwaza, sisi tunawaza kwamba tushinde kesho, tushinde pia Dodoma inshallah. Tukipata matokeo mazuri huku sasa, hmm, na wao wakishinda mechi zao, maana yake sasa tutazungumza. Ehe bwana, mechi hii ndio mtu akipigwa anakuwa anakuwa anakuwa championi, kwa hiyo tutazungumza neno lako hivyo ikishafika hiyo tarehe, kwa na Yanga ambao wanasubiri burudani siku ya kesho Of course wana Yanga wali miss sana burudani, mpokea eh. message nyingi uh, wakitaka timu yao waione inacheza. Niwaambie wale ambao wako hapa Mbeya na, na mikoa jirani wakaribia sana siku ya kesho hapa Sokoine, lakini kwa ambao wako mbali Azam TV burudani, kwa watu walipie visimbuzi kesho wapate burudani inshallah.